Okay. Metro Media TZ, Mr. Newspaper TZ. Don David Don, karibuni sana maskani au sio bwana? Hapa ndo tunakutana tunazungumza yale ambayo tunatakiwa kuyazungumza. Bwana, bwana huyu Rayvanny baba huyu Vanny Boy baba sio poa. Kama we ni msanii unakaa unaangalia show za uh, Vanny Boy huko nchi za watu huko madubai, maparisi au sio bwana, maalbania huko. Unaweza kusema hiyo huyu mtu sio po? sio poa, au sio bwana. Vivan Boy anaendelea kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kiasi gani bila kelele, yani bila kelele, anaonesha kwa vitendo kwamba mimi ni mkubwa kiasi gani. Baada ya kushuhudia show zake anazozifanya nchi za Ulaya huko, umeona show aliyofanya Paris, umeona show aliyofanya Dubai. Hasa nizungumzie show ya Dubai, hata hivyo Diamond Juice Cut alikuwa Dubai uh, kwenye show ya Davido alikaribishwa ali stejini na Davido akaua lj goma lao, my number one remix ilikuwa poa sana, show ilikuwa kali, Diamond ni mkubwa. Uh, Raven. Raven ni mkubwa, pipo wanajua hivyo raven. Raven alikuwa na show show Dubai baba, hiyo show ilikuwa sio poa, imejaza sold out kijiji, watu kibao, au sio bwana? Alikuwa na demu moja anaitwa Nora Fatei rafate amefanya remix ya tetema na Rayvanny au sio bwana. Sasa katika ukurasa wake wa Instagram Rayvanny ameandika, mpaka sasa hakuna kenge mwenye goma kama hili nchi hii, hakuna kenge mwenye show kali kama hili hapa 2025, in Simba's voice. Si meweka mpaka sasa hakuna kenge mwenye goma kama hili na maanisha Tetema, na mpaka sasa hakuna kenge mwenye show kali kama hili hapa ishirini ishirini na tano Dubai. Hapa aya kenge mpo, kenge mpo? Kama mpo, mje mjitetee kwa vitendo mje mjitetee kwa vitendo. Kama uwezi, kaa chini, tulia, pangusa makalio, nenda zako nyumbani, kalale, wache watu wafanye kazi. Viva ni boy anawakumbusha kufanya kazi, na ukishafanya kazi, dunia itakujua, itakufuatilia na itakuhitaji popote pale. Wanapotaka kukupeleka watakupeleka, wanachotaka kukifanya kwa wakati ili kuingiza kipato, watafanya, au sio? kwa sababu hata huyu Vivian Boy hakujua kama hapa leo hii atafika, lakini aliweka jitihada. Kumbuka Vivian Boy alikuwa tip top, alikuwa tip top, chini ya Babtale na kina marehemu eh, Abdul Bonge, lakini bosi wake alikuwa ni Madii kipindi hicho, anaitwa Raymond, kwa sababu alikuwa anamkubali mkubali sana Diamond, lakini baadaye, Diamond alimchukua dogo kaeka jitihada jitihada jitihada. Huyo hapa kwenye masteji makubwa, babu, watu zaidi ya laki tatu wanakaa wanamtazama pale, wanapiga shangwe, wanamsikiliza anachosema, akiwambia washeni tochi watu wanawasha. Yani anasikilizwa kuliko wee unavyosikilizwa na mkeo. Hatua. Lakini hapo hapo, alivyoandika yale maneno, alivyoandika ile Diamond alishuka chini pale akaweka emoji za kucheka akamtagi na nani, Raven, akaambia ni mwendo wa kenge, ni mwendo wa kenge tu, tu. E, watu wapo very proud na kile wanachokifanya kwa sababu kinawapa raha na ndio kazi yao na ndio kila kitu chao, kwa hiyo wanapokifanya wanajisikia burudani. Wewe ambao unaona hii kazi eh, sio kazi, wenzi wanakuona wewe kenge tu. Wewe ambaye ujaeta kutopija show South Africa, we kenge tu. Wewe ambaye unaamini show yako kali utaipija Mlimani City, we kenge tu. Wewe ambaye unaamini ili nitengeneze ngoma gari ngatengeneze kwa istukizi, wewe kenge tu unaweza ukaja kwangu nikakutengenezea ngoma kama mkali na ukatoka vile vile hata kama sio producer mzuri. Sasa ulimwengu unaenda kuziririshwa na kina watu kama akina Vivan Boy Rayvan wakina Boso wakina Diamond Plata. Alafu kwa nini ni wasanii hawa hawa tu wanaotoka kwenye eneo hilo hilo tu jamani? wasanii ni walewale wale. wanapotokea ni kule kule kwamba watu wengine hamna? Ah jamani, mi naungana na Vani Boy Waivan kwa kile anachokisema kwa vitendo, na tumeona na tunashuhudia, hatuna la kusema. Mnachoamua kukisema nyie, jamani, ndugu zangu nyie, semeni tu, kwa sababu ipo wazi, ni kwamba levo mlizofikia hakuna wa kuwapinga hakuna wa kuwakataa, mna wakubisha, mpo juu na uwezo mnajua, mmeweza. Kwa sababu hizi kauli mnazozitoa zitawakera, lakini zitawafanya waongeze juhudi, wapambane, wajifunze kusimama kwenye majukwaa makubwa. Kuna msanii wetu mmoja hapa Nawakumbusha hii kama msije mkajie mmejisaulisha Zanzibar hapo kwenye tuzo za Trace, nafikiri mnakumbuka. Na ndio mna ndio ilikuwa jukwaa lake kubwa la kwanza, kilichotokea mambo ya aibu, si alikula viwingu yule? ah. Shout out to Vanny boy ya pingwi bwana au sio, bwana chui, hili balaa lolifanya Dubai, sio poa, ni balaa kubwa, uwezo wa hali ya juu, performance classic. Wewe ni mtu hatari sana, sisi tupo nyuma yako. Hii ni Metro Media TZ, Mr Newspaper bye. You are watching Metro Media TZ, usisahau kusubscribe, comment na kulike.